Haya ndiyo maelekezo ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, mheshimiwa profesa riziki Shemdoe aliyoyatoa kwa walimu wakuu wa shule za sekondari na msingi nchini: nendeni mkadhibiti utoro wa wanafunzi na walimu. Utoro wa wanafunzi na walimu, kuna maeneo walimu wengine wanaripoti asubuhi, akishafika pale haendi darasani, anatoka nje, anaenda kuchukua bodaboda, anaendesha biashara kule. Profesa Riziki Shemdoe ametoa ufafanuzi huu mahususi kuhusu suala la walimu kuwa na vyanzo vingine vya mapato: hatukatazi watu kuwa na alternative source of income, lakini sio wakati wa kazi aliyoajiriwa na serikali kwa hiyo niwaombe sana tuende tukalisimamie hili hapa. Profesa Riziki Shemdoe anaeleza madhara yanayotokana na changamoto ya utoro wa wanafunzi shuleni. Utoro wa wanafunzi unasababisha pia drop out kuja kuwa kubwa baadaye. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu, uh, wakuu wa shule, twende tukadhibiti jambo hili. Ewe mwalimu mkuu, Ukidhibiti utoro shuleni, utalihakikishia taifa kupata wanafunzi wenye ufaulu mzuri, nidhamu bora, ujuzi wa maisha na moyo wa kizalendo. Nendeni mkawape wananchi tabasamu ili kuleta tabasamu kwa wananchi. Walimu wakuu nchini wanapaswa kutekeleza kwa vitendo maelekezo ya Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe ya kudhibiti utoro wa wanafunzi na walimu ili kuinua kiwango cha taaluma na kuwawezesha vijana kufikia ndoto zao, kwani wao ndio tegemeo la taifa. Hakika, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe ameunga mkono kwa vitendo jitihada za serikali za kuendelea kuchukua hatua madhubuti ya kuimarisha nidhamu, uwajibikaji na ubora wa elimu nchini.